Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wewe, uh, unasafiri vipi? Ndugu yangu, unatoka Dar es Salaam, unaenda labda Mtwara au unatoka Dar es Salaam, unaenda labda Mbeya au unatoka Dar es Salaam, labda unaenda Arusha au unatoka Dar es Salaam, labda unaenda eh, Mwanza na maeneo mengine ya nchi. Kuna watu leo wanasafiri umbali mrefu kuliko huo au kama huo lakini hawaswali njiani. Sijui ni sababu gani ambazo zinapelekewa e, waislamu hawa kushindwa kuswali njiani, kwa sababu alikuwa hata Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiswali juu ya kipando chake, kwa maana ya kwamba unaruhusiwa kuswali juu ya usafiri ambao utakuwa umepanda. Lakini leo imekuwa ni kawaida watu hawaswali e, wengine huenda wakawa napata taabu tabu ya kuja kuzilipa zote kwa pamoja, wakati alikuwa na uwezo mkubwa kabisa wa kuweza kuswali e, swala yake akiwa katika safari. Nimeshuhudia hili mara nyingi sana. Inakuwa hivi, unapofika katika hoteli muda wa swala umewadia, shika udhu wako kwa ajili ya swala. Ukirejea ndani ya gari e, swali hali umekaa pale pale kwenye siti yako maadamu kuna utulivu kidogo, swali. Hauna haja ya kushinda kuswali shekhe, hauna haja ya kushinda kuswali. E hey, hey, ukhti swali, shika huru wako unapokwenda katika msala, ukirejea swali. Leo bahati nzuri magari huwa yanasimama hotelini, na baadhi ya hoteli pia Allah kajaalia kuna waja wake ambao wamejenga mpaka e, misikiti mlimo ndani, kuna sehemu za kushikia udhu. Kuna hiyo hoteli haipo hata kule kule, msalani sehemu kidogo safi, unashika zako udhu, unashika swala. Lakini leo watu wengi hawaswali, sha nini? Sababu hatuna sababu. Kwa ndugu zangu, namna ya kuswali ukiwa katika gari, maanake ni kama baada ya kushika udhu, vile vitendo ambavyo unavifanya aliakuwa ukiwa ume uko msikitini au nyumbani kwako, unaswali katika muswala, vile vitendo utakuwa unavifanya, ila kimoyomoyo. Yani utakuwa unavifanya kwa kufikirika, yani sio, nielewa, unavifanya kimoyomoyo. Yani kwa mfano, leo naanza pale, Allahu akbar, bismillah, unaisoma alhamdu yako safi kurukuu shekhe, kimoyomoyo vile vile kwenye kuitidali kimoyo moyo yani, kimoyo moyo hapo naswali kiimani, tunasema kiroho. Kwa hivyo eh, hakuna sababu ya kuacha kuswali. Tujitahidini ndugu zangu, tunapokuwa tunapata safari labda ya mbali, kuna haja ya kujiwekeza swala zako zote tano ukiwa safarini. Eh, jitahidi gari kiingia hotelini, shika hudhu, tekeleza swala yako na ukiwa safarini bwana, umerahisishiwa sana na Allah, umepunguziwa swala zile e, eh, sasa hivi zile swala zara, zile swala za raka 4 wewe unaweza ukaswali kwa raka mbili mbili, lakini una uwezo wa kubebesha kati ya swala ya, ya, ya, ya, ya dhuhuri na la asr, au ukaacha dhuhuri ukana kuswali la asr. Lakini pia una uwezo wa kubebesha swala ya magharibi na isha, au ukaacha magharibi ukaswali pamoja na isha. Kwa hivyo unakuwa na bonus, una bonus, una bonus na kuhusiana na swala ya umbali, wa mtu anapaswa kuswali, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa moja wa hadithi ambazo zipo, maswahaba alivyoripoti Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisafiri kwa umbali wa farsakh. Farsakh hizi ni kipimo cha umbali, ama meli nne. Masahaba wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisafiri meli nne, basi alikuwa akifupisha swala hasa umbali wa meli nne, takriban, kwa tafiti, ukipiga mahesabu ni kama kilomita 30 hivi, 20 hivi na kwenda 30. Na umbali huu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanyaje? Alikuwa akiswali swala ya msafiri. Wapo ambao wanasema sasa hivi na maulama wetu ambao wanatoa na nye rai zao kutokana na mazingira ambayo tuko nayo Anasema unapaswa umbali unaofaa kuswali swala ya msafiri ni ule umbali ambao unafika kilomita sabini au mia au thamanini au kadhalika. Lakini mimi nafsi niko tofauti, mimi naamini umbali huu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliusafiri. Kama nitakuwa na dharura yangu katika safari hii, mimi nitafupisha swala, umbali huo huwa meli nne, hiyo kilomita 30 plus. Mimi nitafupisha swala kwa sababu dini yetu ya Kiislamu haiamuliwi kulingana na mazingira ya teknolojia. Si leo kuna, kuna teknolojia ya magari, si leo kuna teknolojia ya kadhaa na kadhaa sawa, zipo lakini dini yetu haiamuliwi kwa teknolojia eh, bali inaamuliwa kwa kitabu na sunna. Kwa hivyo eh, kwa husiana na swala la umbali nafikiri nimeliweka clear, limeeleweka. Kwa hivyo unaposafiri ndugu yangu, huna haja ya kukosa kuswali kwa sababu tumewekewa wepesi sana na Allah tabaraka wa taala. Tujitahidini sana kutumia wepesi huu kwa ajili ya kumwabudu Allah vile ipasavyo kumwabudu vile vile. Kwa ambaye anasafiri ana yuko safarini kataka kufungua, tujitahidini sana ndugu zangu, tujizuie. Unajua ndio msafiri umeruhusiwa kuja kulipa funga, lakini tambua utakapokuja kulipa fadhila za zile siku za Ramadhani tumezikosa. Kwa hivyo tujitahidi sana kufunga hata kama uko safarini, shekhe kuona hakuna athari yoyote mbaya pengine haumwi sana. Haumwi, kwamba unakunywa dawa kila siku mchana asubuhi, mchana, jioni. Na dawa nyingi saizi ni za asubuhi mpaka jioni. Sasa tujitahidi sana ili sisi tukazivuka hizi fadhila za haya masiku. Allah tabaraka wa taala ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.